Bid'a katika dini maana yake ni kila ibada ambayo watu wanadai wanamwabudu Allah kupitia ibada hiyo, lakini haina maamurisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ndio bid'a. Ni kama vile tunavyoswali sala tano, tunasali sala tano kwa sababu tumeamurishwa na ni sheria. Tusingeamrishwa, tusinge funga

ni kazi ya yamanga watu wanafanya kama hivi sasa, kuchanga michango mingi. Pengine hizo pesa ungewasaidia, kuna wajane, kuna maskini, kuna wale watu ambao wanadhalilishwa kule, tungewasaidia. Lakini watu wanachanga kwa ajili ya kukesha siku moja, wanatumia hizo pesa kwa wingi, wanafanya kitu ambacho Rasulullahi hajaamrisha bida ambayo ni kubwa sana kwa mazingira yetu ni bida ya maulidi na bida ya hizi hauli za kila mwaka. Wanakusanyika watu kila mwaka kwa ajili ya kukumbuka kifo cha fulani wanaofanyia sherehe, alafu anasema ni kumuombea. Sio kweli. Mimi hapa nawaombea na waliotangulia kila siku, lakini sina dhikira ya kuwakumbuka hawa waliotangulia kwa sura o, kira kira wa o, mamaya, o, kama hiyo. Waombe kila siku na kila wakati unapojiombea mambo yako waombe na waliotangulia pia. Kwa kumsalia Mtume hakuna naye kataza kama ila, kwa sababu kumsalia Mtume ni jambo zuri, ni jambo la ibada, kwa sababu bahili ni yule ambaye Mtume anataja alafu akanyamaza. Hakuna naye kataza katika sunna wal jamaa, hakuna naye binga ibada hiyo kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shida sasa ni ile ya msimu, mwezi fulani mpaka mwezi fulani, mfungo fulani mpaka mfungo fulani. Madarasa nyingi saizi za bid'a, wamesimamisha wa wa wa masomo ya sheria, wanatwalii wanarejea mambo ya kasida na mambo ya kuimba, ukijiandaa kwa ajili ya kusherekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ni bid'a na haikubaliki, kazi muhanga ambayo yawaka kwani lazima ako kwa ubainishiwe kila ibada ambayo inafanya Mtume hakuamrisha hiyo ni bid'a, lakini mta wanasema hakuna shida, wala kuna shida gani? Bid'a kila mahala, kujaribu kusema ku machache kwenye hili la kukusanyika kwa ajili ya kuswalia Mtume kwa pamoja, kura mwezi fulani halikuthibiti, lingekuwepo hili lingejulikana Rasulullah alitoa amrisha na maswahaba wakifanya, tungeliona hilo tungelipokea lakini, hali kadhalika kukusanyika kwa ajili ya kufanya kumwombea sinari aliyotangulia. Kuna mzee mmoja alikufa, mmoja katika wazee wake ambao hai wakasema tumalize hii dua ya arobaini kwa sababu ni jambo ambalo halipo kisheria ni sisi tuliweka tulimaliza leo anakiri jambo halifu kwa hiyo tumalize leo hata kama zijesika hiyo hasa hasikirudi kwenye ibada sahihi hauwezi ukafunga ramadhani kabla ya mwezi wake kufika hauwezi kusali adhuhuri kabla ya muda wake kila ibada ambayo haina maamuzi ya Allah hiyo ni bid'a na ibada hiyo ni batili haikubaliki

aya hiyo ingeteremshwa kwetu sisi kwenye kundi la Wayahudi, tungefanya siku hiyo aya imeteremka, tungefanya ni siku kuu, tungefanya kuwa idi. Umar anaambiwa na Yahudi, Yahudi anamwambia Umar, kuna aya ambayo iko katika masafu yenu katika mjengo, aya hiyo ineshuka kwetu sisi kwenye kundi la Wayahudi, tungefanya hiyo siku kuu. Umar akamwambia Umar

Umar akamwambia, wewe unataka kunifundisha mimi? Ndio nafahamu sasa hii aya mahala ambapo mishuka na wakati ambapo mishuke na sehemu iliyoshukia, nafahamu aya hii ishuka siku ya Ijumaa, tena siku ya Arafa, na hiyo siku ilioshuka hii aya ni siku ambayo ya waislamu ya Waislam ambayo idi. Asa, angalia myahudi anaonyesha kwamba

Ikiwa hii dini imekamilika, je, kuna njia nyingine tena? Kuna sababu ya kuingiza baadhi ya vitu ndani ya dini kwa ajili ya mtu anataka ajikurubishe kwa Allah subhanahu wa taala kwa jambo hilo la uzushi? Kama mtu anaona kwamba bado kuna ziada, maana yake sasa hadha munaku ni maanaajekaa, hii inaenda kinyume sasa, na aya hii, Allah anasema amekamilisha hii dini

hakika watu wa bid'a aya hii, Allah sema amekamilisha hii dini. Hii aya kwao haina maana, auida, hata wakiisoma haina maana wao, kwa sababu dini hii imekamilika, aya hayawasaidii, haina maana. Kana kadhalika kullu shay au kullu shay, kila kitu baada ya rasuli kila jambo ambalo limezuliwa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka, baada ya zamani katika muda wake, fa inahu bid'atu dhalala. Jambo ambalo limezuliwa katika dini baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka, hilo ni bid'a na ni upotevu. Yadai sahibuha, anadai yule mwenye bid'a aliyozua bid'a ana dini na nafilo, kwamba hii dini na ubunifu, Rasulullah hajafikisha

sauti yoyote hata kama ni nzuri haifai, hata la ilaha illa Allah Muhammad, haifai maana sababu namkhalifu rasulullah afa anasema. Sasa kama tunasema haya, tunaanza kusengenya, aliyekuambia kataza na kusengenya na kusindikiza jeneza, alafu nje na pale Mazushi ni mengi, baada ya kuzika tena au kaa na kaburi Rasulullah sana wala ambalo tayari, bismillah ala millati rasulillah, au bismillah ala sunnati rasulillah, tunamzika kwa mila ya Rasulullah au sunna ya Mtume. Wale wako chini, wale wako juu, ay ala Muhammad ala Rasulillah, mwingine wanacheza kabisa

na ndio maana tunasema kwamba watoto tusiwapeleke katika hizi madarasa, wanafunzi ni wengi na wanapiga dufu moja. Na muuliza umeenda kuangalia ile madrasa vipi, ulikuta vipi? Programu yao masomo yao sasa ni kutu, sasa hivi wamesisi masomo wanarejea kasinda, kwanza wanajiandaa na maulizi. Yaani unatoa mtoto huko ulikomtoa aje apige dufu

Manzama manamaanna fi si dini bidatan hasanatan amaamaanna muhammada ar riar yule ambayo anaona kama katika hii dini kuna bida nzuri, ya kuongeza kwenye dini. Hakuna bida nzuri yby, hakuna bida nzuri alafu wanafananisha wanatoa mfano, kuna sai una, zi, una magari mazuri, kuna magari tuseme so,

Tukisema ni nzuri tunaweza sio kufuatia. Sidiwe, pengine atayamu zinaongezeka. Tunazidi kumtaja Allah. Ukimuuliza sio haifai. Hiyo haijadhibiti. Ambazo zinadhibiti ni mbili. Kwa nini tunazunguka kama mwingine? Tutosheke na hili. Mwingine anasema sadaqa kwa asaya na kishoto mzito hiyo sio moja. Ukiwa bwana unauliza mwenyewe. Ndio, ndio, ndio. Hii ni

Inafaa kuongeza, huyu atakuwa midai hakika atakuwa midai kwamba Muhammad tafanya siana hakufikisha, mimi ndiye niongeze mingine. Nasema ni kweli bwana, lakini sasa mjomba wangu kila mmoja naug wengine na sunna, lakini huyu wafata katika bid'a anakosea. Alafu sema mimi siwezi kumhalifu, ni nani? haifai Haifai. Kwa mfano, kwa nini katika bida? Ukienda pia hata kwa mambo ya ya ndoa hai ndoa haifai kwa wali na masaidio, lakini utakuta sasa tena wameandika majina mengi ya marehemu, wanachanganya furaha tena na huzuni, wanarehemisha jina moja moja, ila ambaye hapo ndio jina atarekana nani kumwombea yule ambaye kafa, yeye hana Uislamu.

yetu

Ndio njia moja na msieni ili mweo wa Mungu. Unatafsiri hapa kwamba njia ya Allah ni moja sio njia nyingine. Njia ya Allah iliyo nyooka ni moja. Na njia nyingi ni bid'a na shubuhati na mambo yotadisha. Kwazo si losasinji. Kwa maana njia ya Allah ni njia moja. Vijia nyingi ni njia za bid'a na njia za upotofu. Wala fadhili ya yangu iliyo na wala sababu ya hii hizo kuzeni katika njia au sana. Kwa nini usitosheke na maneno ya Allah Taala? Man amila amala laysa lahu fa huwa sawa. Kila ambaye atafanya matendo haya hayako katika dini yetu. Haya hayakubaliki. Anarudishiwa mwenyewe. Kuja ajue ufanye kudarudishiwa. Pengine utumia haramu. Angalieni

isipokuwa ilikuwa ni haki juu yake, aliyadulla umatahu. Ilikuwa ni haki kwa huyu mtume, kwa sababu katumwa kwa watu wake, ila awape mwongozo. Na mtume hana hiana, au katika mtume hawana hiana, aliyadulla umatahu, au mtume ilikuwa ni watu wao kuwafahamisha, watu wao kuwafahamisha umat kwa Muhammad au umati wa mitume waliotumwa ala khairi